Yes, karibu sana katika ripoti za Mwananchi Digital, na leo Mei 21 mwaka 2025 zilizotufikia kutoka huko Gaza. Jeshi la ulinzi wa Israeli IDF limetangaza kumuua Moataz Deeb, kamanda mwandamizi wa kitengo cha makombora na roketi wa kundi la Hamasi aliyekuwa akihudumu katika eneo la kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IDF, Deeb aliuawa siku ya Jumamosi kupitia shambulio maalum la anga, kabla ya kufanikisha mashambulizi aliyokuwa ameyapanga dhidi ya Israeli. Jeshi hilo limeeleza kuwa kamanda huyo alikuwa na jukumu la kupanga mashambulizi ya makombora na kuzindua ndege zisizo na rubani UAVs zilizolenga kuwalenga raia na ndege za kijeshi za Israeli. Moataz Deeb alikuwa katika harakati za mwisho za kutekeleza mashambulizi ya kigaidi dhidi ya raia wa Israeli pamoja na vikosi vya kijeshi. Uondoaji wake ni pigo kubwa kwa uwezo wa Hamas wa kushambulia kutoka kaskazini mwa Gaza, imeeleza taarifa hiyo ya IDF. Tukio hilo linajiri wakati ambapo mashambulizi makali ya Jeshi la Anga la Israeli yakiendelea kuikumba kaskazini mwa Gaza, ambapo zaidi ya maeneo mia moja yanaripotiwa kushambuliwa ndani ya masaa 24 yaliyopita. Jeshi la Israeli limedai kuwa maeneo hayo yalikuwa yanatumiwa kama vituo vya kupanga mashambulizi na kuhifadhi silaha za wanamgambo wa Hamas na Islamic Jihadi. IDF imefafanua kuwa mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi ya chini ya ardhi, maghala ya silaha pamoja na maeneo ya uzinduzi wa roketi, kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa makundi hayo hasimu. Kwa upande mwingine, kundi la Hamas limethibitisha kushambuliwa kwa baadhi ya vituo vyake na kudai kuwa Israeli inalenga raia wasio na hatia kupitia mashambulizi hayo. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platformu zetu mbalimbali, ili kufahamu mengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.